Na mtazamaji, tusonge mbele ambapo wizara ya afya inawahimiza wabunge kupitisha haraka sheria ya kuanzisha rasmi taasisi ya kitaifa ya afya ya umma ya Kenya iliyoanzishwa kupitia tangazo la kisheria la mwaka 2022 ili iweze kupata ufadhili zaidi. Taasisi hiyo iliyozinduliwa na waziri wa afya Aden Duale, inalenga kuboresha afya ya umma kwa kuzuia magonjwa, kukuza maisha yenye afya, kufuatilia magonjwa na kutafiti masuala ya afya, kuratibu sera za afya na kushughulikia eh, kwa uharaka masuala ya dharura yanayohusiana na afya. Kuambatana na ajenda ya serikali ya mageuzi ya kiuchumi, taasisi ya kitaifa ya afya ya umma ya Kenya inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kuimarisha huduma ya afya kwa wote kwa kuzingatia kinga, uimarishaji wa ulinzi wa taifa dhidi ya magonjwa yanayotishia maisha to prioritize public health needs, mobilize resources effi efficiently, build laboratory and workforce capacity, and generate research that will guide our national policies. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa taasisi hiyo, wadau walisema itasaidia kutatua matatizo kama vile ufuatiliaji duni wa magonjwa na kuongeza kasi ya kukabiliana na vitisho vya kiafya. We have seen through painful experiences how global health threats from Ebola to COVID-19 to cholera can rapidly emerge and challenge the resilience of our health systems. Hata hivyo uendelevu wa taasisi hiyo sasa upo mikononi mwa wabunge ambao wanahimizwa kupitisha sheria hiyo. Therefore I think so that we need an act of parliament. Duale alisema taasisi hiyo itafaulu iwapo tu serikali ya kitaifa na ile ya kaunti zitashirikiana. Kasi cha Namasha, Darubini.